Naam, tukiachana na taarifa hiyo ya wezi wa mifugo tunaendelea mbele, ambapo watu wawili wanaoguza majeraha kufuatia makabiliano baina ya makundi hasimu yanayodai umiliki wa kipande cha ardhi huko Ndonya Mtwapa, kaunti ya Kilifi. Wawili hao wanadai kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Hali hii imesababisha taharuki, huku kundi moja likidai kuwa licha ya mzozo huo kuwa mahakamani, bwenyenye mmoja akishirikiana na wanasiasa wanapanga njama ya kuwafurusha wakazi. Francis Mtalaki alikuwepo hapa, taarifa yake. Ndiyo makovu ya makabiliano baina ya pande mbili zinazodai umiliki wa kipande hichi cha ekari kumi na nne ambacho sasa kimeacha baadhi ya wakazi kubomolewa. Tulishangaa kuona tunafurushwa kwenye makazi yetu, tunachomewa manyumba, tunavunjiwa kila kitu. Hapa nilipo mimi, nimebeba mtoto, sijapika chai, sijafanya nini, sijui hata niende wapi. Kufikia saa hii, hatuna amani na hatujui tufanye nini na hatujui tuende wapi. Na sisi tunasema hatutaacha kukaa kwa hii shamba, tutakaa kwa hii shamba kama kutu watatuua. Na kuna wakati walitufuata kwa sisi tuungane na yeye na yeye, ili hii familia yetu tuizunguke hii shamba tuiuzie mezani. Sasa mimi nilipokataa ndo akaamua akaamua kuchukua makundi kwa na mapanga, wanachukua vijana wanapata mapanga, hata kuna baadhi ya masukusuku tumika vibaya. Wakazi wanaodai umiliki wanalalama lalama kuwa maafisa wa polisi walifika na kuwafurusha hapa. Katika porukushani hiyo watu wawili walijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya Kilifi kwa matibabu. Ukitoka hapo, unakuwa tu ni uhasama kila mahali, hatujui tufanye nini. Vijana wetu wawili juzi walipigwa marisasi, hata sahi hatuelewi, eti wameandikiwa robari. Robari noko kwako nyumbani, umekuja chukuliwa kwako nyumbani, hiyo serikali, ni haki kweli? vijana karibu 40 wa wanakuja na mapanga na wamenuliwa na askari. Tukiangalia hivi, serikali ndio iko nyuma, vijana ndio wanaanza kukata vijana wenzi wao, mtoto wa jirani anakata mtoto wa jirani. Hiyo ni haki? Mimi nitakuwa na imani kweli na serikali? Wanadai bwenyenye mmoja akishirikiana na, na wanasiasa wanapanga njama ya kuwafurusha katika makazi wanayodai ni ardhi ya mababu zao na kuwa kamwe hawataondoka iha, mabwenyewe ndo wamenaungana kutunyanyasa sisi, lakini shamba hii ni ya mzee Mole. Tukiangalia hivi tunaona kruza ni ya Ndonya, tukiangalia hivi tunaona kruza ni ya Mtwapa. Kwa hivyo tunaomba serikali, serikali ya juu William Ruto, tunakuomba tafadhali utuangazie swala letu. Wananchi wa chini tunateseka, mabwenyenye wanakuja wanatunyanyasa, wananunulia mapanga vijana, wakati vijana wenzi wao wakiondoka, vijana la vijana wanaanza kuka tana mapanga. Elfu kumi mara elfu ishirini na tano na hivi leo tumetoa tumea elfu kumi na tano uguju, na kuna wengine sasa hivi wamewaficha wamepiga marisasi sasa wameandika kesi tofauti. Licha ya barua hii ya mahakama, taharuki bado imetanda mtaani Ndonya wakazi wakiishi kwa hofu na kutaka mzozo huu kutatuliwa. Francis Mtlaki Rwinga.